Wahenga waliwahi kunukuliwa wakisema kuwa usianzishe ugomvi wa mawe ilihali unaishi kwenye nyumba ya vioo, na ukweli wa kauli hii umejidhihirisha baada ya mauzo ya nje ya China kupanda kwa asilimia 12.4 mwezi Machi mwaka huu tangu Trump apandishe ushuru wake kwa China ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wakati mauzo hayo ya China yakiongezeka, makampuni ya China pia yanatajwa kukimbilia kuuza bidhaa zake kabla ya kuanza kutekelezwa kwa ongezeko la ushuru wa Marekani lililotangazwa na rais huyo wa Marekani Donald Trump. Katika tafsiri rahisi ni kwamba kutokana na China kuuza zaidi nje ya nchi inamaanisha imeingiza mapato makubwa katika mfumo wa dola huku ikiepuka kununua zaidi, jambo ambalo lingeweza kusababisha itumie dola nyingi nje ya nchi. Hiyo inaashiria kwamba mataifa yanayohitaji kununua bidhaa kutoka China yataiingizia dola kwa wingi zaidi ikilinganishwa na wakati ambao China ndiyo ilikuwa ikinunua zaidi nje, hususan Marekani. Hivyo huenda Marekani ikawa imeathirika zaidi kutokana na uamuzi wa rais wake Donald Trump wa kuipandishia ushuru China. Katika takwimu zilizotolewa na mamlaka nchini China inaonekana uagizaji wa bidhaa nje ya nchi nchini China ulishuka kwa asilimia 4.3 hadi dola bilioni 211.3 mwezi Machi, kwa mujibu wa ripoti ya idara ya forodha ya China, huku mauzo ya nje yakifikia dola bilioni 313.9 na kuacha ziada ya biashara ya dola bilioni 102.6 mtawalia. Ziada ya biashara ya China ilifika rekodi ya dola bilioni 992.2 mwaka 2024 huku mauzo ya nje yakiongezeka kwa asilimia 5.4, hali iliyosaidia kufidia ukuaji dhaifu wa ndani wa nchi. Ndani ya uchumi wa China ukiendelea kukua polepole kutokana na mdororo wa soko la nyumbani la nyumba na athari za muda mrefu za janga la uviko 19. Baada ya kuingia madarakani rais Donald Trump aliamuru kuongezeka kwa ushuru wa asilimia kumi kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China kisha akapandisha hadi asilimia 20, na kwa sasa bidhaa nyingi za China zinazouzwa nchini Marekani zinakabiliwa na ushuru wa hadi asilimia 145, kulingana na mabadiliko ya hivi karibuni ya sera za biashara za Trump. Ziada ya biashara ya China na Marekani ilikuwa ya dola bilioni 27.6 mwezi Machi baada ya mauzo ya nje kuongezeka kwa asilimia 4.5. Katika kipindi cha Januari hadi Machi, China ilirekodi ziada ya dola bilioni 76.6 na Marekani, hata ingawa ya mauzo ya nje yaliongezeka kwa asilimia 2.3 tu katika miezi miwili ya mwanzo wa mwaka huu. Waagizaji wa Marekani waliobobea walitabiri ongezeko la ushuru mwezi Aprili na kuharakisha kuagiza bidhaa mapema. Alisema, ilisema Eing Economics katika ripoti yake, lakini mwenendo huo unatarajiwa kupungua mara tu watakapo bidhaa walizoagiza huku wakisubiri mabadiliko mapya ya sera zilizotabirika za biashara za Marekani nanuku. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba biashara ya moja kwa moja kati ya Marekani na China itaporomoka kuanzia Aprili, iliongeza ripoti hiyo. Takwimu za forodha zinaonyesha kuwa mauzo ya nje kutoka China, ambayo ni taifa la pili kwa uchumi duniani, yalipanda kwa asilimia 5.8 katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku uagizaji ukishuka kwa asilimia saba na kuacha ziada ziada ya biashara ya dola bilioni 273. Ushuru mkali wa Marekani dhidi ya bidhaa za China umeibua maswali kuhusu iwapo wazalishaji wa China wataanza kuelekeza bidhaa zao kwenye masoko mengine ya nje wakiachana na soko la Marekani kutokana na ushuru wa mara mbili zaidi wa kawaida. Ukuaji mkubwa zaidi wa mauzo ya nje ulikuwa kwa nchi jirani za Asia ya Kusini na Mashariki ambapo thamani ya bidhaa zilizouzwa China iliongezeka kwa karibu asilimia 17 kwa mwezi Machi pekee ikilinganishwa na mwaka 2024. Elf mauzo ya nje kwenda Afrika yaliongezeka kwa zaidi ya asilimia 11 na kwenda India kwa karibu asilimia 14. Msemaji wa idara ya forodha Liu Daliang alisema China inakabiliwa na hali ya nje ngumu na ya changamoto lakini, akaongeza kuwa mbingu hazitaiangusha. Alisisitiza kuwa China ina masoko mengi badala ya kuuza bidhaa zake na soko kubwa la ndani. Alipoulizwa kuhusu kushuka kwa uagizaji wa China, aliwaambia waandishi wa habari kuwa China imekuwa nchi ya pili kwa ukubwa duniani kwa uagizaji wa miaka 16 mfululizo, ikiongeza kuwa sehemu yake ya uagizaji duniani kutoka asilimia 8 hadi asilimia kumi nukta tano. Na nuku, kwa sasa, siku zijazo nafasi ya ukuaji wa uagizaji wa China ni kubwa na soko kubwa la China linaendelea kuwa fursa muhimu kwa dunia, alisema msemaji huyo. Kwa upande wake, Rais wa China Xi Jinping alikuwa nchini Vietnam siku ya Jumatatu ambayo ni ya leo kama sehemu ya ziara ya kikanda ambayo pia itampeleka nchini Malaysia na Cambodia kupitia ziara hiyo itampatia fursa ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na mataifa mengine ya Asia yanayokabiliwa pia na hatari ya kutoza ushuru mkubwa na taifa la Marekani. Hata hivyo wiki iliyopita Trump alichelewesha utekelezaji wa ushuru huo kwa siku takriban 90. Mauzo ya China kwenda Vietnam yaliongezeka kwa karibu asilimia 15 mwezi uliopita ikilinganishwa na mwaka huu uliopita, huku uagizaji kutoka Vietnam ukishuka kwa asilimia 2.7, ingawa ziara ya Xi Jinping huenda ilipangwa mapema na imepata uzito zaidi kutokana na vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Athari za ushuru mkubwa tayari zimeanza kuonekana nchini Marekani, huku mauzo ya bidhaa za samani ya chini kama viatu na nguo yakishuka, wakati mauzo ya chipu za kompyuta, vifaa vya nyumbani na magari yakiongezeka kwa kasi. Mauzo ya madini ya dimu yani rare earth yalishuka kwa karibu asilimia kumi na moja katika robo ya kwanza ya mwaka huu baada ya China kuibarisha udhibiti wa madini hayo yenye umuhimu wa kimkakati yanayotumika katika magari ya umeme na bidhaa nyingine ya teknolojia ya juu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital takusogezea kila updates ni ujiri kuhusiana na mzozo huo wa kibiashara kati ya taifa la Marekani dhidi ya taifa hili la kikomunisti la China ambalo kwa miaka mingi sasa limekuwa likijaribu kupambana kuhakikisha kwamba linahodhi bidhaa ama biashara ya kimataifa. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.